Kazi ya Mungu ni sasa. Andiko tunalisoma kutoka kwenye Yohana mlango wa tisa mstari wa kwanza na hadi wa nne hadi wa, wa tano tutasoma pale. Biblia inasema nasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, badhi kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja, uh, usipoweza mtu kufanya kazi muda nilipo ulimwenguni, uh, muda nilipo, uh, narudia tena huo mstari wa tano, muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Naomba tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu, nibariki neno lako siku ya leo katika jina la Yesu amen. Kuna mtu nitakuwa nimemkosea sana hapa nisipomsalimia um, Tito Mwangu Nguru, Bwana asifiwe. Asante Bwana, tutaongea baadaye jamani, amina. Sasa watu wa Mungu, kama neno la Mungu lilivyo uh, kwenye kitabu cha Yohana hiyo tumesoma, mlango ule wa tisa mstari wa kwanza. Ninaona kwenye mabango kuna Yohana tisa nne na mimi Jumapili kwenye t-shirt za watoto niliona zimeandikwa Yohana 9:4 na nikafikiria, na Jumapili ibada ya, ibada ya kwanza ya asubuhi nilizungumza kwa kifupi ujumbe huu wa Yohana wa, wa tisa moja nne. Nikasema, aha, hivi kumbe hii Yohana 9:4 iko karibia kila mahali jamani, ya amina sasa na, kam, na mimi ujum, kama kuna kama ujumbe huu ulihubiriwa huko kwenye siku ya watoto basi mimi naendeleza pale walikoishia, jamani amina ya sasa. Kwa sababu ya muda niulize tena, wangapi ameshawahi kusoma kitabu cha Yohana chote? Kitabu cha injili ya Yohana chote, injili ya Yohana, mewai kusoma injili ya Yohana? Asante sana. uh, kitabu cha Injili ya Yohana ni moja ya vitabu vya, vizuri sana kabisa. Kama umewahi kusoma, moja ya kitabu kitamu kukisoma, na ni moja ya vitabu ambavyo vina habari ambavyo. Hivi hapa sasa hivi tukikuuliza mistari ya Biblia, ambaye nani anaikumbuka mistari ya Biblia kwenye vitabu vya Injili, ya, ya, vitabu vya Injili wengi tunakumbuka vitabu maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Yohana, wakati mwingine kuliko hata Mathayo, kuliko hata Marko, kuliko hata Luka. Nikikuuliza utasema hapo mwangu, Mungu aliupenda ulimwengu, aka jamani, amina, ehe. Kwa hiyo ni moja ya kitabu kizuri sana. Kwa nini ni kitabu kizuri? Ni kitabu kizuri sana kwa sababu injili hizi zingine zote zilitangulia kuandikwa, alafu baadaye, wakati Yesu ameshaondoka watu wakaanza kupinga kwamba Yesu sio mwana wa Mungu wala Yesu sio Mungu jamani, amina. Sasa Yohana sijui aliambiwa au, au Mungu alimuongoza moja kwa moja, vyovyote vile, lakini tuna ni Mungu amemuongoza akaandika hiki kitabu kizuri sana cha injili ya Yohana jamani, amina. Kwayo ni moja ya kitabu ambacho nakipenda na jumbe zake nazipenda sana. Amen. Sasa tukisoma kwenye ile mistari ambayo tunaisoma tunamuona namna ambavyo Yesu, Yesu anafika mahali inasema anakutana na mtu kipofu kwenye ule mstari wa kwanza. Amen. Mstari wa pili wanafunzi wanamuuliza wakisema rabi ni yupi aliyetenda dhambi mtu huyu au wazazi wake hata wazaliwe kipofu? Yesu, mstari wa tatu, Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa, mstari wa nne, anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja, usiku waja, asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Kama ambavyo tunasoma haya, mas, uh, haya, haya, haya maneno, tunaona kwamba wanafunzi waanzisha swali wanasifiwe e, wanafunzi walianzisha swali nani alitenda, uh, nani alitenda dhambi. Kwa hiyo tunaona kwenye mistari hii kuna mambo kadhaa ambayo kwa sababu ya muda wetu, ambayo Yesu anataka ana, ana, ana, ana Biblia inataka tu, tuelewe asubuhi ya leo wapendwa, amina. Moja ya jambo ambalo Biblia inataka tuelewe neno la Mungu asubuhi ya leo, ninataka kuzieleza ni kudhihirisha kazi za Mungu. Namba moja, hiyo ni kudhihirisha kazi za Mungu, ni kuzidhihirisha kazi za Mungu, kazi za Mungu. Mungu yupo amen. E, Mungu yupo na anatenda kazi zake. Ehe, anatenda kazi zake. Mstari ule wa tatu kama anavyorudia anasema, anasema huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake bali kazi za Mungu zidhihirishwe. Mungu siku zote ana, ana, ana, ana, anataka kazi zake zidhihirishwe. Kudhihirishwa kazi za Mungu maanake ni kazi za Mungu kuonekana, si ni sawa jamani eh? Jamani, amina ni kuonekana hata leo, tunapozungumzia tunapozungumza humu, tunajua kabisa kuna kudhihirika kwa kazi ya Mungu ni kuonekana kwa kazi za Mungu, yani ni kuonekana kwa matendo ya Mungu. Na Mungu siku zote anajitambulisha duniani kwa kujidhihirisha, yani kwa kufanya mat, kwa kufanya kazi zake ambazo zinawafanya watu waweze kuziona zile kazi zake. Yesu, moja ya vitu ambavyo Yesu uh, alijulikana duniani alipokuja ni kwa sababu ya zile kazi zake alizofanya. Imani ya Amina. Miujiza aliyoifanya. Neno alilolihubiri. Mambo makubwa yaliyotokea. Yesu alifanya na hata leo humu duniani kuna watu wangekuweza kupinga kuwepo kwa Mungu, lakini hawawezi kupinga kwa sababu Kazi zake zinamshuhudia jamani, amina e, kazi zake zinamshuhudia ni yani, kazi zake zinaongea yani, huwezi kuzipinga kazi za Mungu jamani, bwana asifiwe. elfu mbili, na, elfu mbili na, na kumi na tatu wakati tumeanza tulianza huduma pale mwaka ule wa elfu mbili na tatu tulianza huduma mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu mimi na mke wangu na watoto Tuka. Tua, kabla ya hapo tulimuomba Mungu kwa muda mrefu tu mwaka kabisa, tunakaa tunamtafuta Mungu, tunasema Mungu, tunataka tukuone. Na kazi ya kwenda kuanza huduma inahitaji moyo wa ujasiri na kutaka kumuona Mungu, tukaomba, baadaye tukaenda siku moja, mwezi wa tatu, mwezi wa pili, wa kwanza umepita, wa pili umefika, mwezi wa tatu tukaanza tuka, tunapita kushuhudia wakati huo kanisa nadhani walikuwepo kama watu kumi kumi na tano au ishirini ishirini ikifika ilikuwa ni changamoto binti mmoja kwenye kupita pita niliwahi kuzungumza mahali lakini nilipita mahali nikakuta binti mmoja mgonjwa amelala amani ya amina na wakati huo tunasali shuleni wakati tunasali tunafanya ibada shuleni watu wana makanisa ya, ya, ya, ya madarasani mekaa mwezi mmoja, Mungu akaanza kufanya, Mungu akaona ajidhihirishe na atangaze kazi yake ya kwamba mimi nipo. Yule binti alikuwa anaumwa na tatizo lake lilikuwa ni kwenda hospitali, anaishiwa damu kila wiki, alikuwa anaishiwa damu. Ndugu waliongeza damu, waliongeza damu, wote wakaisha. Siku mimi ninapita pale ninapita pale kwenye kutembea tembea, kutembelea na kushuhudia nyumba kwa nyumba, ndiyo ninamkuta huyo dada. Macho yake yalikuwa meupe kama karatasi. Mi siyo daktari, lakini nanionyesha tu kwamba hakuwa na damu hata. Umekaa hospitali, umelishwa kwa mipira mpaka unarudishwa nyumbani. Nimeondoka naye, tumefika pale, tunafika mlango wa kanisa, anaanza kupiga kelele shingi Unaona kabisa yale maroho yanajidhihirisha singi. Hasira niliyokuwa nayo wala hata sikusubiri ashuke kwenye pikipiki, kwenye baskeli, nilimnyanyua haraka haraka nikambwaga hapo chini. Tukaanza kukemea zile roho kwa jina la Yesu, ndani ya dakika kumi na tano zile roho zikamwacha, akawa huru kuanzia wakati ule. Na kwa sababu hajatembea muda mrefu alikuwa anapata shida ya kutembea. Sasa nikamwambia sasa, lete chakula. Alikuwa na mdogo wake anaitwa Dani, lete chakula. Mimi bila h hekima ya, ya, kima ya, ya afya nikamwambia haya, kula wali, kula. Akaanza kula wali sa hiyo hiyo, bila ya kuwaza kwamba hajawahi kula siku nyingi, lakini Mungu wetu ni Mungu. Alikula wali akapata nguvu sa hiyo hiyo, akaanza kurudi nyumbani kwa mguu Kilometa nne. Ndugu zake walipomuona, wazo lililoko ni kwamba tumeijiwa na, na, na, na limzimu fulani labda, au sio nani. Kwa hiyo watu wakataka kutimia, nikamwambia jamani, Yesu amemponya, Yesu amemponya, Yesu amemponya. Wa waliposikia Yesu amemponya, wa wakatulia. Jamani, ya amina, Mungu akadhihirisha kazi zake. Sasa kakanisa kako shuleni na usisahau mtaani wote wanajua, walikuwa wanasubiri msiba wa Ana, sasa Ana hajafa. alafu wanamuona Ana yuko mtaani, anatembea mtaani. Wanauliza nini kimetokea? Wanasema kuna kakanisa pale shuleni, ndicho walimwombea Ana, Ana akapona kwa Yesu akajitangaza kwenye lile kanisa, kwamba yeye yupo na kazi zake zipo na matendo yake yapo, jamani ya amina. Moja ya vitu vinavyotufanya leo tunatembea na hatuna wasiwasi na hatuna mashaka ni kwa sababu Yesu anadhihirisha kazi zake, jamani ya amina. Kama siyo Yesu anadhihirisha kazi zake hii dunia tungenyanyashwa, na hii imani wala isingelikwepo ingelifutika imani, imani yetu hii. Kuna wakati mwingine imani ya Kristo, unajua ukiipeleka watu wakiitafakari, wanaona ni jambo gumu. Ukianza yani u, u, wakianza ku, kuna vitu kivitafuta kwenye akili ya kawaida havikubali. Ukaambia Yesu alifufuka yani, wa, alifufuka yani hivyo vinawachanganya watu jamani ya Amina lakini ashukuriwe Mungu. Yesu kweli alifufuka. Yesu kweli alizaliwa na bikira bila y mwanaume, kitu ambacho akili za wanadamu hazikubali, lakini mwisho wa siku anasindikiza maneno yake kwa ishara na miujiza na maajabu, na wote sasa wanakubali ya kwamba kweli Yesu yupo. Jamani ya Amina. Kwa hiyo Yesu anasema huyu jamaa alikuwa ana tatizo la upofu, ili kwamba kazi zake zidhihirishwe. Jamani, amina. Na kanisa, Mungu ametuita ili kazi zake zidhihirishwe. Jamani, Bwana asifiwe, ametuita ili kazi zake zidhihirishwe. Na Mungu anatamani, anasubiri watu wake, na yuko tayari kutumia watu wake, na ndio maana anatujaza nguvu za Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Kabisa anata, anatujaza nguvu za Roho Mtakatifu anataka kazi zake zidhi. Yule Ana tuliyomwombea kwa maombi hayo hayupo kanisani. Sasa najiuliza kwa nini? Sielewi, lakini nataka nikueleze Ana alikuwa tangazo kubwa sana mpaka pale uamsho wa kanisa mkubwa ukaanza, mpaka leo kuanzia pale Moto ule haukutulia, lile jambo la Mungu kuwafungua watu kuwaponya watu na nini na nini halikupungua, liliendelea muda mrefu, lakini ana hayuko kanisani. Kuna vitu vingine Mungu anafanya ili kuonyesha tu kwamba yeye ni Mungu jamani, ya amina. Wewe ukikataa, wewe ukikubali, lakini bado yeye anabaki nani? Anabaki bado kuwa Mungu jamani, Bwana asifiwe. Imani yetu hii inajitetea yenyewe jamani, ya amina. Wapendwa, bwana asifiwe. Jambo la pili kwa haraka haraka ambalo Yesu analitaja liko kwenye ule mstari wa nne, liko kwenye ule mstari wa nne. Mstari wa nne anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye. Wapendwa, bwana asifiwe. Hapo anasema kuna, kuna mambo mawili hapo, mengi lakini nitaje mawili. La kwanza kuna kazi za Mungu, kuna kazi za Mungu zinatajwa pa. anasema mu, anasema ana, anatamka kwamba uh, ule mstari anasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Kuzifanya kazi gani? Kazi za Mungu. Jamani, amina. Mungu ana kazi ambazo ameziweka kwenye ufalme wake ambazo anataka watu wake wazifanye. Kuna kazi zake ameziweka na kwenye ile ma, kwenye ile Yohana 12:26 sita ana neno pale, anasema mtu akinitumikia na anifuate, anasema nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Mstari wa pale, kipengele cha mwisho, anasema tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Jamani, amina. Mtu akinitumikia Baba ataniheshimu. Mungu siku zote anaita watu wa kumtumikia, kila mara anaita watu wa kumtumikia, anawaita watu kwenye nyumba yake wa kumtumikia, anatafuta watu ambao ambao watapata hiyo heshima ya kuheshimikwa na Mungu kwa sababu wamekubali. Anawaza wakati mwingine kumtumikia Mungu. Mtu anayeheshimiwa ni yupi? Unaangalia mfano wa mheshimiwa Mheshimiwa akipanda kwenye gari, watu wanapisha njia, jamani ya amina. Anafunguliwa mlango, si ni sawa jamani? Anaingia pale analindwa, mtu anayeheshimiwa analindwa, jamani ya amina. Yani unapotumika kwenye mumba ya Mungu, Mungu anaposema nitakuheshimu, maana yake atakulinda. Hilo ni mojawapo jamani ya amina. E, hey, atakulinda, atakulinda na magonjwa yako yote, atakulinda na mambo mabaya yote atakulinda na uharibifu wa kila aina, kwa sababu ana umemheshimu, unamtumikia, na yeye atakuheshimu. Jamani ya amina, atakupa mahitaji yako e, atakupa mahitaji yako. Mungu atakupa mahitaji yako maadam umekubali kumtumikia. Jamani ya amina, wapendwa, Bwana asifiwe. Na aina za utumishi kwenye nyumba ya Mungu ni mwingi, aina ya utumishi kwenye nyumba ya Mungu ni mwingi kuna kutumika kwenye kazi ya Mungu aina mbalimbali. Unatumika kama shemasi, jamani ya amina, unatumika kama shemasi. Tunasoma kwenye ile Matendo sita tatu hadi Matendo sita tatu hadi sita, tunaona namna mashemasi wanachaguliwa. Wapendwa, Bwana asifiwe. Wengine Mungu ametuita tukashuhudie, wengine Mungu ametuita tukatie moyo kazi za Mungu jamani, ya amina. Wapendwa Bwana asifiwe, wengine Mungu ametuita kulea waongofu wapya. Kila mtu na mzigo wake kwenye kanisa la Mungu, nime nimegundua kila mtu ana wito wake ambao Mungu amemwita kanisani. Na shemasi ambaye sasa hivi ni mzee wa kanisa, huyo mama, huyo mama mzigo wake, mengine yote sahau, lakini yeye mzigo wake ni yani, waongofu wapya. Akiokoka mwongofu mpya, roho yake iko pale. Yani leo anawafahamu hivi. Mimi sifahamu washirika kwa majina, yani hata robo siwezi kufikia, lakini yule dada anajua washirika wote mia nne na kitu kwa majina yao, yani anawajua kabisa, anajua huyu, huyu, huyu, huyu, huyu, huyu. Anawajua yaani tukitaka majina tunaenda kumuuliza ana ile kazi iko kwenye moyo. Yani mimi leo nikitaka shemas nani anafaa shemas, unamvua hata huyo anakwambia, huyu hamna, huyu tabia yake sio nzuri, huyu ushuhuda wake kule sio mzuri, huyu, huyu na nakwambia yuko sawa sawa, kwa sababu anafanya kazi na mashemasi. Jamani amina. Kwa hiyo kwenye nyumba ya Mungu kuna kazi, kuna kazi ya kutunza nyumba ya Mungu kanisa, kuna kazi ya kutunza mchungaji jamani amina kuna kazi ya kuombea wagonjwa kwenye nyumba ya Mungu. Kuna kazi ya kukemea mapepo kwenye nyumba ya Mungu. Naenda spidi sana eh? Jamani, bwana asifiwe. I e, kuna kazi ya kukemea mashetani kwenye nyumba ya Mungu, yaani hizi zote ni kazi za Mungu. Kuna kazi ya kujenga nyumba ya Mungu. Ninyi Mungu amewasaidia mnajenga, labda sijui mna mpango wa kujenga tena, lakini kuna kazi hizo zote ni kazi za Mungu kuna kazi za maendeleo ya kanisa ya nyumba ya Mungu, yani kuna kazi za kufanya kwenye nyumba ya Mungu. Jamani, amina. Hizo zote ni kazi za Mungu. Imetupasa kujifanya kazi za Mungu kungali ni mchana, yani kazi za Mungu anasema ni, ni, ni muda wa kufanya kazi za Mungu. Neno la pili kutoka kwenye kipengele hicho cha pili cha kuzifanya kazi za Mungu ni kwamba kuzifanya, eh, ni, uh, kungali mchana. Nimeandika hilo neno pointi ya pili. Pointi ya kwanza nimesema ni kuzifa, uh, kuzifanya kazi za Mungu, na kazi nimezungumza kazi za Mungu. Namba mbili, mchana ungalipo na usiku waje, nimeandika hilo neno. Neno hili mchana linatumika kimsingi kwenye ule mstari wa nne. Jamani ya amina, anasema hivi kwenye ule mstari wa nne imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Yes, maadamu ni mchana, usiku unakuja, mtu asipoweza kufanya kazi. ili neno mchana pale linatumika kama fumbo au kielelezo kutuelezea kueleza hiki kitu ambacho yesu anasema. Unajua, mchana tunafahamu mtu anaweza kufanya kazi mchana, sindio? mtu, mtu anakuwa na nguvu mchana, si ni sawa jamani eh? Ehe, lakini usiku, mazingira ya usiku hayawezi hayaruhusu kufanya kazi. Lakini mwili pia unakuwa umechoka. Usiku mtu hawezi kufanya kazi kwa sababu mazingira, kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mhubiri tatu moja hiyo. Tunapozungumzia mchana, Mungu anataka kutuelezea mchana anaousema ni ile fursa ambayo unayo ya kufanya Kazi ya Mungu jamani, ya amina. Yaani ile fursa ambayo unayo ya kufanya kazi ya Mungu, ile fursa uliyo nayo ya kufanya kazi ya Mungu, yaani hiyo. Kwa Biblia Yesu anatumia kama huu ni mchana, anasema huu ni muda wa kufanya kazi ya Mungu. Muda unakuja, fursa hiyo ya kutumika ya kufanya hiyo kazi ya Mungu haitakuwepo. Hiyo fursa haitakuwepo, utaitafuta, lakini haitakuwepo. Jamani, amina. Yani, kama Mungu anakupa fursa, ni muda wako wa kutumia hiyo fursa, na Mungu ata Mungu atatumia ile fursa, ile fursa ni mchana wako. Leo una nguvu za kutumika kwenye nyumba ya Mungu. Tumika leo, sio kesho. Kesho inakuja, hutaweza kutumika. Leo ni fursa ambayo Mungu amekupa, mchana unaosemwa ni nguvu, ni nguvu zile za kutumikia Mungu, nguvu za kutumikia Mungu. Nilisema elfu mbili na kumi na tatu nimetoka chuo cha Biblia. elfu mbili na kumi na moja ujumbe wa miaka kumi, askofu mkuu anapita kila, kila chuo cha Biblia. Alihubiri ujumbe, alihubiri ujumbe wa miaka kumi ya mavuno ule ujumbe wa miaka kumi ya mavuno, nikawaambia rafiki zangu, huyu katibu mkuu wa sasa, nikaambia my friend, mimi naondoka, simalizi chuo, ngoja nikapande kanisa kwanza, alafu ntarudi. Maana nilikuwa ninaona kama ninachelewa, nikaambia ninaenda. elfu mbili na kumi na tatu, walinishauri vumilia tu, vumilia tu, nikavumilia baadaye nikaja ku, nikaenda kuanza kanisa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu elfu mbili na kumi na tatu Namna nilivyoanza ile kazi, leo nikijiangalia, nikisema nirudi leo. Wakati ule nilikuwa naambiwa tukupe kanisa, nikasema sitaki kanisa la kupewa. Tukupe uka mahali fulani, sitaki kwenda kwa sababu nataka kupima nguvu zangu. Nataka kupima kupima nguvu nguvu zangu zangu, nataka kuona experience ya wazee, maana wazee wanasema Ukianzisha kazi ya Mungu ina raha yake.